Ningependa kiongozi wetu kama Musalia Mudavadi hapo ndio uchombani kwake awe mtu wa kwanza kuja hapo atueleze. Ningependa Luya, ningependa Luya leaders muachane na mambo ya Kakamega wale wenye wanatoka Bungoma muongee kuhusu mambo ya Mount Elgon. Ukija mtu kama Sifuna, Senator Nairobi, Sifuna talk about Nairobi not Kakamega hapo yeah. Apo Webuye, hii Webuye Pan Paper imeangusha na hao wazee walikuwa tu si walikuwa mbona si wako waamsha hiyo, ni Webuye Pan Paper ndio tujue, ndio hiyo inakuja na mambo ya Luhya unit. Tunaomba watu wachie hii mambo ni digital hiyo. Webuye Pan Paper iamushwe. Vijana waingie wafanye kazi juu kiamsho, kuna mzee anaenda kufanya hapo kazi hii yeah? Wazao wamekuja biashara tena, wamekula pesa imeisha, wamekuja biashara hii. Koloni ya Ikolomani ilianza ilianza enzi za wakoloni, wamechimba kutoka Rostman mpaka Ikolomani na wakawajia pale, hiyo fumbi ndio Mluya ananusanga kidogo, akikula hiyo fumbi ndio Waluya, mama zetu wananuza wakikula. Mtabati wewe ni mchomba wa waitaho kuja Ikolomani ukae na waitaho chini, wache kuachia matapeli kutoka inje vibondo. Uko hapo mutao, amuka araka usaidie Waluya haya. Namba 2 wewe no, Ekesa wewe ni ndugu yetu kweli, wewe wendi muluya una, unasema unataka kuunga kuunda Luya unity Luya unity yako inasaidia nini? watu wakakameka nowekesa Tafadhali kaa nyumbani, linda wajukuu, fukuza fukuzamee ikitaka kushika kifaranga. Wewe unakuja, unaanza kusema mambo ya protest best huko Western. Wewe ukiuliza mambo ya protest best kwa serikali ukikuja, kuna watu wengi huko wako kwa serikali. wakati sani pepe ilianguka, we ulikuwa, wakati wa mumiazi ilianguka, wewe ulikuwa na mlikuwa na wazee wengine. Mheshimiwa Senator wa Vihiga County, Osotsi, tafadhali mambo ya Kakamega Wache watu wa, wa Ikolomani wazungumzie mambo ya Ikolomani. Kweli ama sio kweli? Semsem Seneta kule Nairobi. Mheshimiwa Edwin Zifuna, Tungekuomba mambo ya Kakamega wachie watu wa wakule, kule Ikolomani washughulikie. Lakini wale viongozi wanatoka kule nje Kukuja kuongelea mambo ya Ikolomani tafadhali. Tungewaomba mkaeka mkae kando. Alafu mambo yenye ilikuwa mambo ya broad based. Nyinyi mnaelewa mzuri. Ile ilikuwa katikati ya Raila na Ru, Ruto Ruto.